Ilianza kama ndoa nyingi za kawaida. Walioana kwa sherehe ndogo tu, si kwa mbwembwe mbwe, bali kwa matumaini. Haruna kijana aliyekuwa anafanya kazi ya kubeba mizigo sokoni Kariakoo alimuoa Asha, msichana aliyekuwa anafanyia kazi saluni ya mitaani ya Kinondoni. Wote walikuwa hawana sana lakini walikuwa wanaamini watasaidiana na kufika mbele. Miaka miwili ya mwanzo ilikuwa ya majaribio. Walihama mtaa mmoja hadi mwingine, kila kodi ikiisha kabla hawajajiandaa walikula chakula kile kile kwa siku tatu mfululizo bila kununa ugali na maharage wali mkavu au wakati mwingine walilala kwa kula mkate na chai tu watoto wawili walizaliwa zuberi mtoto wa kwanza mvulana wa miaka sita sasa na mdogo wake wa kike mwanaisha mwenye miaka mitatu haruna aliwapenda sana aliamini kuwa hata kama hakuwa na uwezo mkubwa angalau alikuwa na familia inayomtambua lakini kumbe si kila moyo huvumilia shida kwa dhati Siku moja jioni ya Jumamosi, Haruna alirudi nyumbani akiwa amechoka. Alikuwa amebeba mfuko wa mchele wa robo kilo na nyanya tano alizozipata gengeni kwa Mtanzania. Alikuwa na matumaini kuwa atamfurahisha mkewe na watoto wake, lakini alipofika alikuta mazingira si yale aliyoyazoea. Nguo za Asha hazikuwepo, viatu vyake vya rangi ya waridi vilikuwa havipo tena mlangoni, chupa ya mafuta ya nywele aliyokuwa akiitumia kila jioni haikuwa kwenye kona yake. Alijua kuna kitu si sawa. Akarudi sebuleni akakuta karatasi imebandikwa ukutani kwa pini. Haruna, nimevumilia vya kutosha, sina maisha hapa, sina tena nguvu ya kulea njaa na mateso. Nimeondoka, watoto wachukue, malezi yako, kama unaweza walee, kama huwezi wauwe. Alikaa kimya, hakuwa na nguvu ya kuiparua ile karatasi. Hakuwa na la kusema kwa Zuberi, aliyekuwa amemfuata akishika toi yake ndogo mkononi. Baba, mama yupo wapi? Leo hakuniambia usiku mwema. Haruna alimtazama tu, kisha alimpakata na kumpeleka kulala. Haruna alianza kujifunza maisha mapya, sio kama mtu masikini, bali kama mtu aliyekubaliana na hali kwa haraka. Sasa alikuwa baba na mama kwa wakati mmoja. Aliamka asubuhi kabla ya saa kumi na moja akatayarisha maji ya kuoga ya Zuberi na Mwanaisha akawavalisha. Wakati mwingine nguo hazikukunjwa vizuri, lakini zilikuwa safi. Alijitahidi kupika hata kama chakula kilikuwa hakina ladha sana. Wakati mwingine alikuwa akichelewa sokoni kwa sababu Mwanaisha alikuwa na homa. Alikuwa anakopesha mizigo kwa wateja wenye visingizio, kisha anarudi jioni akiwa hana hata hela ya chumvi. Lakini kila usiku alihakikisha watoto wamelala wakati wamekula chakula hata kama yeye atalala kwa kunywa maji pekee. Siku moja rafiki yake wa zamani alimuuliza, "Mbona uko kimya sana siku hizi, Haruna? Ulishawahi kumtafuta Asha?" Haruna alitabasamu kwa uchungu. "Mtu aliyeniona kama mzigo hawezi kunithamini mtoto wa kimasikini kama mimi. Sasa najijenga maisha yangu, yatanitafutia majibu yenyewe." Miaka ilianza kusogea polepole. Mwaka wa kwanza baada ya Asha kuondoka haukuwa rahisi. Haruna alipitia kila aina ya changamoto za kijamii. Watu walizungumza nyuma yake, wengine wakimhurumia, wengine wakimcheka kimya kimya. Majirani walikuwa na kauli zao, yule bwana sasa ni mama na baba mwanamke hawezi kumkimbia mwanaume bila sababu, lazima kuna kitu kilimshinda. Mwanamume mzima kulea watoto peke yake hicho ni kipimo cha dunia kuisha. Lakini Haruna hakujali, alianza kuuza ndizi na karanga jioni baada ya kazi ya sokoni. Alichoka sana, lakini kila alipomwona Zuberi akimwambia, baba leo tumeambiwa tuandike jina la mtu tunayempenda sana, niliandika jina lako, alikumbuka kwa nini hawezi kuacha Siku moja alipokuwa kazini sokoni Tegeta Nyuki, Haruna alikutana na mzee mmoja aliyekuwa akipakia maboksi ya nyanya kwa shida. Haruna alimsaidia bila kudai chochote. Mzee huyo alimwambia, una nguvu kijana, na moyo mzuri, niko na shamba kule Kisarawe, nataka mtu anayejua kuhangaika, si mtu wa kusubiri mshahara. Haikuwa kazi rahisi kuamua, lakini Haruna alijua anahitaji mabadiliko. Alikubali. Kila mwisho wa wiki alianza kwenda shambani alijifunza jinsi ya kupanda kuvuna na kuhifadhi matunda na mboga polepole alianza kuelewa biashara ya kilimo. Miaka miwili baadaye, alihamisha familia kutoka nyumba ya kupanga ya chumba kimoja hadi nyumba ya vyumba viwili. Bado ilikuwa ya kawaida, lakini ilikuwa ni yao. Vyeti vya Zuberi shuleni vilikuwa vinaonesha maendeleo ya kushangaza. Mwanaisha alianza kuandika jina lake mwenyewe bila kusaidiwa. Haruna alijinyima sana katika maisha yake. Alijua ili uweze kuweka akiba basi ya kupasa kutokuwa mlafi. Haruna sasa alikuwa na akaunti benki na shamba dogo lake analolisimamia mwenyewe. Miaka mitatu baadaye, Haruna alikuwa kwenye mkutano wa kilimo mjini Morogoro. Alikuwa ameitwa kuzungumza kuhusu mafanikio ya wakulima wadogo waliogeuza jasho kuwa kipato. Hotuba yake ilikuwa ya kawaida, hakupaka sukari mambo, alieleza kwa lugha rahisi jinsi alivyoanza kwa kipande cha shamba na mkopo wa laki tano kutoka kwa kikundi cha vikoba. Baada ya mkutano alipokuwa anakunywa chai pembezoni alisikia sauti ya kike ikimuita, "Haruna, ni wewe?" Aligeuka, hakuamini macho yake, ni Asha. Alikuwa amedhoofu kuliko alivyoondoka, mavazi yake yalionekana ya kifubaa, macho yake yalikuwa na uchovu wa ndani kabisa. Alikuwa na mtoto mdogo mkononi, si wa Haruna. Akasema kwa sauti ya aibu na huruma, nimepitia mengi, si kila mahali nilipoenda nikapata amani nilidhani maisha bora ni rahisi, kumbe kuna maisha mazito zaidi ya ugali wa chumvi. Naomba niseme tu samahani, si kwa kurudi, bali kwa yote niliyoyatenda kwako. Haruna alimtazama kwa sekunde kadhaa. Alikuwa mtulivu, hakuruka kwa hasira, hakumvamia kwa maneno. Aliweka mkono mfukoni, akatoa karatasi ya undani wa taasisi yake ya kilimo, akampa. hii ni ofisi yangu, ukihitaji msaada kwa ajili ya mtoto wako njoni, sina chuki. Lakini maisha yangu ya sasa siyo kama ya zamani, na watoto wangu hawakukosa mama, walikuwa na baba anayejitahidi. Asha alishusha kichwa, machozi yakimtiririka. Mwaka uliofuata baada ya kukutana na Asha haukuwa na mabadiliko yoyote ya kimapenzi. Haruna aliendelea na maisha yake kwa utulivu, alizidi kujijenga kwa bidii bila kelele. Alipanua mashamba yake na kuanza kusambaza mazao kwenye hoteli kubwa jijini Dar es Salaam na Dodoma. Kila mtu aliyewahi kumdharau alianza kumwona kwa macho mapya. Alialikwa kwenye semina za kilimo, akaanza kutoa ajira kwa vijana kadhaa waliokuwa mitaani bila kazi. Alijulikana kwa jina jipya, mkulima wa matumaini. Zuberi alifaulu darasa la saba kwa alama za juu na alipata nafasi ya kusoma shule ya bweni ya serikali. Mwanaisha naye alizidi kuwa binti mwenye tabia nzuri, mpole na mwenye bidii. Haruna aliwaendeleza bila hata siku moja kuwazungumzia mama yao vibaya. Alijua watoto wanahitaji malezi, si visasi. Asha hakuwa tena yule mwanamke mwenye sauti ya kutoa amri. Baada ya kutoka kwa mwanaume aliyemfuata baada ya Haruna, alihama nyumba mbili za kupanga, akiwa analipwa kodi na wanaume aliyowategemea. Hakudumu hata miezi sita kwenye mahusiano yoyote. Kila mmoja alikuwa anamtumia na, na kumwacha. Aliwahi kufukuzwa na mama mwenye nyumba akiwa na mtoto wake mdogo. Usiku wa mvua, alilala kwenye korido ya nyumba ya jirani alijaribu kuwasiliana na Haruna tena, safari hii kwa njia ya simu. Alilia sana, akaomba warudiane, akaahidi kubadilika, akaomba nafasi ya pili. Lakini Haruna alimjibu kwa sauti ya utulivu, kukusamehe si jambo gumu, tayari nilishafanya hivyo miaka mingi iliyopita. Lakini kurudi kwenye moyo wangu si jambo la rehma, ni nafasi ambayo iliharibiwa. Samahani Asha, sasa nina amani, sina sababu ya kurudia kula chakula kilichonitapisha. Miaka mitano baadaye, Haruna alikuwa mtu aliyekamilika. Alikuwa na nyumba yake nzuri ya kifahari, mashamba zaidi ya hamsini na biashara ya usafirishaji wa mazao. Alikuwa akishiriki vikao vya mabaraza ya wakulima kitaifa. Watu walimheshimu, watoto wake walimpenda. Zuberi alijiunga na chuo kikuu akisomea uchumi wa kilimo. Mwanaisha alikuwa darasa la saba akiongoza shule yao kimkoa. Asha kwa upande wake alizidi kuchakaa, aliugua sana baada ya maisha ya dhiki na mkazo wa kihisia. Alikuja kupoteza hata uwezo wa kufanya kazi ndogondogo. Mtoto wake wa mwisho aliishia kulelewa na bibi yake baada ya Asha kushindwa kumudu maisha. Siku ya mwisho ya Asha ilikuwa kwenye wodi ya wagonjwa wasiojiweza katika hospitali ya Temeke. Alifariki akiwa peke yake, bila ndugu wala rafiki. Kifo cha Asha kilimjia Haruna kama taarifa ya kawaida. Hakutetemeka. Alimtafuta mtoto wake wa mwisho kupitia bibi aliyekuwa akimlea na akamchukua amlee kama wake. Hakumwadhibu mtoto kwa makosa ya mama yake. Aliamini kwamba kila mtoto ana haki ya mwanzo mpya. Miaka ilipita, Haruna alistaafu kazi ya moja kwa moja ya kilimo na akawa mshauri wa miradi ya vijana vijijini. Alibaki mpole, mkweli na mwenye historia ya kweli ambayo vijana wengi walijifunza kutoka kwake. Asante sana kwa kufuatilia hadithi hii. Niandikie nini umejifunza kutoka kwenye hadithi hii. Tukutane tena wakati mwingine. Shalom shalom, amani iwe nawe. Assalamu alaikum.